Mheshimiwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, nitoe pongezi kwa waheshimiwa madiwani. Haikuwa kazi rahisi mimi Charles Kazungu kutoka kwenye umwenyekiti wa kijiji kuwa mwenyekiti wa Halmashauri. Kwanza kwa kuniamini, niwashukuru sana Mlikuwa na kila sababu ya kufanya lolote mnaloweza ili kunikwamisha, lakini mmenipa ushirikiano wa kutosha pala ambapo nilihitaji kuelewa, kwa sababu nilikuwa mwanafunzi. Hamkuwa wachoyo, mlinipatia uzoefu Nikushukuru sana baba yangu Sini ya Ikanga, mmekuwa mwalimu mwema. Sinia, Elisha Haraka, Lupuga, mmekuwa walimu wema, mmenisaidia sana. Tuseme tu kweli, unapoingia kwenye nafasi ambayo wewe hujawahi kuitumikia na wala hujawahi kukaa yale mazingira, panahitaji hekima ya Mungu sana. Lakini ili uweze kuvuka salama, ni lazima uwatumie wale ambao umewakuta. Angalieni mtu yoyote ambaye anakwenda kufeli akiingia, anakuja na akili yake lakini akili yake ajiweka nyuma, akatanguliza akili ya wale ambao amewakuta, ni lazima atafanya vizuri. Kwa hiyo nilimuomba Mungu sana sana sana, nilipofika nilipo, nilipoingia nikakuta kuna kahistoria baada ya niliye mkuta wa pili yake hakuifikisha miaka mitano. Nikasema naomba Mungu wangu sana nisaidie sana nilifikishe hili, hili jahazi <coughs> lakini Mungu alitusaidia. Kwa hiyo ninawashukuru sana sana sana sana sana kwa jinsi tulivyoukaa pamoja, ninaamini hakuna kitakachobadilika. Imani yangu inanipa hivyo kwamba mtakwenda mkatekeleze majukumu yenu vizuri na hatimaye tunapokuja kukutana Novemba tutakuta mambo yako vizuri. Mheshimiwa Mwenyekiti nimejifunza sana kwa muda mchache. Unajua, ukiwa mwanafunzi mzuri lazima ujifunze sana. Halmashauri nyingi zilizopata hadi chafu hati zenye mashaka, ukiangalia ni miaka hii 15, 16, 20, 21, maana yake ile miaka ya uchaguzi.